Aliyekuwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Sengerema mkoani Mwanza katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili kumi na tano kupitia tiketi ya Chadema, Hamisi Tabasamu ametangaza kuachana na chama hicho. Tabasamu anasema amechukua uamuzi huo baada ya kuridhika na utendaji wa Rais John Magufuli na kwamba anaunga mkono jitihada zake hizo, hasa suala la kushughulikia mikataba na biashara ya madini. dhamira ya kweli iko moyoni Dhamira ya kweli haiko katika uso. Sisi kama Chadema tumezungumza hapa nyuma, tumepambana na ufisadi na tuna nyimbo zinazungumza, Chadema kamata mafisadi, fanya hivi. Sasa leo mheshimiwa rais anaanza kupambana na mafisadi, sisi Chadema tena ndio tumeanza kuwapi, kumpinga mheshimiwa rais. Sasa je, sisi ndio tuna dhamira ya kweli? Je, Chadema kama tungepata hii nchi ya elfu mbili na kumi na tano, haya tungeyafanya anayoyafanya mheshimiwa rais? Kwa hiyo hakuna dhamira ya kweli iliyoko moyoni, na kiheshimu sana chama changu, nimekisapoti sana chama changu kanda ya Ziwa. Namuheshimu sana mheshimiwa Mboe kwa msimamo wake, lakini waliomzunguka Mboe hawana dhamira ya kweli. Wakitoa wa maoni yao kuhusu sakata la mchanga wa madini na hatua zilizochukuliwa na Rais John Magufuli baadhi ya wakazi wa eneo la Nyegezi mkoani Mwanza walikuwa na haya ya kusema. Nimepokea kwa masikitiko makubwa sana tena sana. Na, na pia kwa, kwa maono yangu mimi nimefurahi sana kwa jinsi Rais wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli alivyopokea hili swala, kikweli binafsi imenipa matumaini sana alivyopokea na the way alivyokuwa ana express feelings zake kiukweli nimefurahi sana, kwa sababu tumezoea tangu tulipokuwa wadogo tunaona kwenye, kwenye taarifa za habari tunaona kwamba nchi yetu ina madini sawa. Tangu tulipokuwa wadogo tuku nafahamu hivyo, nchi yetu na madini, lakini tunajiuliza, hata shuleni wanafunzi walikuwa wanauliza sana, je, haya madini yanakwenda wapi kama nchi yetu na madini halafu hatufaidiki wananchi na madini yao, madini yanakwenda wapi kweli? Kama mwananchi wa kawaida nimepokea kwa, kwa, kwa masikitiko makubwa, na inaonyesha wazi vile watu walivyokuwa wana viongozi ambao tulikuwa tumewapa dhamana ya kuongoza kwa, kwa ajili ya kutulindia na kutuelekeza kwa ajili ya kupata mapato kwa ajili ya ujenzi uchumi wa Tanzania, kwa kweli wametuangusha. Na vilevile vile pia, mapendekezo na maoni ambayo kamati imetoa ni furaha sana kwamba mheshimiwa rais ameyapokea na anayafanyia kazi, na vilevile atawajibisha wale wote ambao wamefanya wameenda kinyume na, na maadili ya kikazi, na vilevile vile pia maadili kwa watanzania kwa ujumla.